Eshangero bali iba ni mie bali iba kali nikwa pa mkarisia kasenga hapa hivi. Ndio bali kia ni iba, bali ningilelea kabisa. Bo. Ni hali tu ya usalama mdogo, unaona bunduki ziko mingi, mu mwingine hautayua nani mzalendo wa kweli na nani mwizi, hautayua. Bali kia kwangu ni kama Disney fair, kama Trans hivi nekala nje. Kwa vuta yao wakaniingilia wakanipeleka pesa kabisa ya kutosha. Uko ndani ya biashara, unasikia masasi nalia, unapoteza unaomba, ile inaonyesha usalama mdogo kweli. Kwa upande wangu, nawashukuru wazalendo kwa sababu isi, isingelikuwa wazalendo, sijui Uvira leo ingekuwa vipi? Si Uvira tungesimamia wapi? Naam, mpenzi mtazamaji wa Atlas Media TV, leo tunapatikana Uvira Kavimvira, DRC Congo, na tunakuletea tena kile kipindi chako cha odi-odi mitaani kwenda kuwasikia kilio cha wakaaji wa hapa kwetu Uvira, Kasenga, Mlongwe, Kalmabenge na kujua nini kinachoendelea katika mji wetu. Ningekusii uendelee kuwa nami kwenda kusikiliza mazuri kutoka kwao. Karibuni Atlas Media TV Presse en ligne. Majina samajinaa naitwa Alanga Masheka, Genovike filosofi ya amaeaiatrilitaka kukuuliza vipi, hali ya kazi yako inavyoendelea zamani ilikuwaje na sasa ikoje? Bo, hali ya sasa si nzuri zaidi kwa ajili ya tuna gisi tunavyotumika, tunatumika tofauti paapo na dolari gisi iko natembea

hakuna ndo ndeza sema kiufupi, juu hatuna banki, senaenda kimbili tubebe asetubebe eko fra purke tubenefisie dolari ube tubebe dolari tubenefisie fra, hakuna mak kjikutana kafanya ishanje nao mifuko mwenye eko nayo mwenye alisaidiwa kuitumiwa Bulaya ndo banaipatia naatuservire bia vile, ndo atuletea utata mkazi. Yani, naopa shida sana. Dio, na kuhusu hali ya usalama wizi nini Zamani mana nikuwa nasikia sana, sijui kuna eshangere wameiba, kuna eshangere. Ni hali tu ya usalama mdogo, hautayua nani mzalendo wa kweli na nani mwizi, hautayua. Balikuja kwangu ilikuwa kama kama, wakanipeleka pesa kabisa ya kutosha na ndio vile mpaka leo, na siyo kama kwa wengine ako engie, lakini najisemewa kivyangu mimi peke eh, ndio na <tipa> ni ujumbe gani ungependa kufikishia serikali au wananchi? Mbo, ujumbe ningepasha kufikishia serikali ni kuambia serikali tusaidie. Kwa hiyo wakati mgumu tuko nayo tuko maisha ya chini sana, kuna mwiko na maisha, lakini ni ile niile kujitupatupa, kila mutu apate wa si mtaji wangu nilitoa mshamba, nililima mpunga nikapata ile kidogo, nikasema acha na mimi nipumzike nikali bo chajabu sasa mdoile hali tena mataba nrushe kwene ilitoka. Bo kakwambia serikali tusaidie na usalama, na ile ngambo ya pili tusaidie kutu neutralize franga ikamate alire moya isikue saa hivi. Manake lete tusaidie na vitu viwili, jua usalama na kunetraliser tout des charges, jua wananchi wana teseka. Bo nitaongea tena jua wananchi tujitahidi tu tulinde tu mwingine shibo, tusaidiane tulinde mwingine shibo wote. Sasa kama gumu ile nifikia kwangu kesho zimeita wao mwingine, lakini ukisikia jirani yako alalamika, jitahidi sasa, vile mtu unaopiga kelele sasa zimeita utapata intervention, lakini intervention zetu zote zokuwa nyuma sana, hata upige kelele ae intervention sio zinakuwa kwa wakati unaotakika. Malalamiko yangu agisi nilibiwaka ilifika ku quartier yetu nkpa Kasenga, nani chef de quartier nani makundu iko na ile raporo na bashef d'avenue yangu bako na ile raporo, balifika pale mabusubuhi sasa. Wanakiafanya mankete vyote bilibiwa jua jitahidi kulalamika na kutia fuya intervention kupatikanaka, hakuna yani yoyote, yoyote akuna msaada wote ule nipataka wala hata ile make presence soit ya, ya leta fike polisi asa bilipatikana, akuna nyuma ya quartier tuna chef d'avenue nabalifikk na kisinipiga fuya yote msaada wote ule Wani, mizol, na wavisu, lakini sawa nashukuru sana kaka na kazi njema wali. Asante, asante. asante. ningependa kupata mawili matatu kutoka kwako kuhusu kazi yako na kuhusu hali ya nchi yetu inavyoendelea kiupande wako wewe unaona hali ya nchi inaendeleaje usalama bado ni mdogo au usalama umeshaimarika bado usalama ni mdogo kwa kweli hatujawa na usalama imara hatujawa na usalama imara kiwazi, inaonekana kwa sababu mashaka yapo ndani ya kila mtu. Pindi tunaposema usalama imara, ni wakati unao uwezo wa kufanya yale unajisikia katika nchi yako, lakini sisi hapa Uvira hatuna yala mamlaka ya kufanya yale tunajisikia ndani ya nchi yetu. Unachojisikia kufanya katika nchi yako kama nini? Unaweza unaweza ukaambia watu unajisikia kufanya kitu fulani, ila unaogopa unaziwiliwa. Na unaposema usalama ni mdogo Mbona kuna kuna wa, nani, kuna securite kuna FARDC kuna wazalendo? Hawaimanishi, hawaimanishi usalama. Kwa kwanza tunasema usalama, tunasema ni mdogo, ndio ukweli, ni mdogo. Na umeniuliza swali eti kufanya kile tunachojisikia, ndio hatuna uhuru kweli, kiukweli hatuna uhuru, kwa sababu kuna mida ambayo watu wanaonekana na kuna mida ambayo watu hawataonekana. Hiyo inamaanisha kwa usalama ni mdogo lakini fasi ambapo usalama upo tunaweza tukawa na uhuru kati masaa inavyosema ishirini na nne kwa ishirini na nne tunapasha kuwa na ule uhuru, lakini hapa kama hii mitaa yetu ya Kavimvira Muramvya, Msheru kuanzia saa kumi na mbili kuendelea, yaani usalama hata usafiri unakosekana, na wakati mwingine kuna nafasi zingine watu wanatembea hata saa tatu saa nne wanao ule usafiri lakini sisi kuanzia kukilalo kufika juu ya kilalo kingine kule kuanzia 19:30 usafiri ni mgumu, ile ni alama inaonyesha usalama kwa ni mdogo na unaweza ukajisikia kufanya biashara u... kidogo uko ndani ya biashara unasikia masasi nalia, unapoteza, unaomba. Ile inaonyesha usalama mdogo kweli. Na ungependa kufikishia wakuu viongozi nini, malalamiko yako au ujumbe wako kwao, au raia wote ambao wanakusikiliza sasa hivi? Raia sisi wote tunategemea kitu kimoja. Ukisema niifikishie, raia raia haina la kufanya, isipokuwa wakuu viongozi ndio wanao la kufanya, waimarishe usalama. Ndio shida tunayo, kwa sababu tukiwa na usalama tutapata amani tukipata amani tunaweza tukafanya lile ambalo tunajisikia ingawaje shida, ingawaje magumu, serikali kutofanya inayostahili kwa ajili ya raia yao, lakini tukiwa na amani sisi raia tunaweza tukajitahidi, kwa sababu tuna nguvu na tuna akili. Ningependa kukuuliza kuhusu usalama upande wa wazalendo na FARDC wanavyotumika, unaona kuna tofauti gani? Tofauti ni mkuu sana kwa upande wangu. Kwa upande wangu nawashukuru wazalendo kwa sababu isinge isi likuwa wazalendo, sijui uvira leo ingekuwa vipi? Siu uvira tungesimamia wapi? Siu uvira ingekuwa nini? Lakini upande wangu nawashukuru wazalendo sana, njoo anafanya Uvira, Uvira kuwa na sifa Uvira kuwa na fiere na mkaji wa Uvira kujisikia fiere ni mzalendo. Ingawaje ndio FARDC ni jeshi ya taifa, lakini imeua uaminifu wake kwa raia asilimia mia moja. Kweli imeua uaminifu imeua, imeua kabisa. Na wao waaminifu ki upande gani? Labda ungetuweka wazi utuambie, kwa vile nyinyi ambavyo mlikuwa mnategemea wenyewe wanaweza wakawatumikia na wanavyotumika sisi. FARDC imeua uaminifu kwa ngambo ya vita, kwa sababu pindu unapojita mwanajeshi mwana unakuwa mwanajeshi kwa sababu ya kutetea raia na kulinda mipaka ya nchi yako, lakini ule angesababisha kutulinda na kutetea mipaka ya nchi yetu ndiye anasababisha tena kutuletea wasiwasi wasi na kupana mipaka za nchi zingine zingine, ndio kitu kilisababisha tuseme ya kwamba FARDC ikatuvunja uaminifu kwao. Hivi naomba muda tena sisi raia wa moja wa moja kuwa tena na uaminifu kwa kwa, FARDC kwa, kwa jeshi letu, inaomba igomboe mamija ambayo imeshukuliwa na waasi pale, ndiopo tena watatuletea uaminifu Inje na ile kabisa, sisi waaminifu bado ukingali. Sufuri sana. Nashukuru sana, sana, sana kaka yangu. Kaka jamu. Jambo sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Janvier Amani. Janvier Amani. E. Ningependa kuongea na wewe mawili matatu kwa kubadilishana. Ongea, niko tayari. Okay, asante. Kaka Janvier, hali e, ya usalama hapa kwetu unaichukuliaje? Usalama ni mdogo au bado usalama umeshaimarika? Hapa unafanya biashara? Ah, hapa Uvira. Oh, hapa Uvira, mimi naweza sema kama salama inakuwa kidogo eh, tunaona tunanyanyasika sana sisi wa raia. Kwanza mimi nilikuwa waza kisha wazalendo wanakuya watakia tutetea hapa, lakini naona iko saa vitu havichangi, vitu havichangi. Kwa sababu gani? Ukisema ulikuwa unawaza wazalendo watakuja hmm, kutetea, unamaanisha hamna kazi ambayo wazalendo wanaifanya? Wazalendo wanafanya kazi lakini wanaanza fanya kazi yenyewe ya kunyanyasa raia Eh, wananyanyasha raia kiupande gani? Kwanza wanawaibia mali au wanawapiga bila sababu. Ile ni ya kwanza, wanapiga raia bila sababu. Wanawapiga bila sababu kwa nini? Yeah, na nyie raia mpo kabisa na mnashuhudia wanapiga raia, inakuwaje? Kwanza tu, tuweke wazi tuambie, ina, yani inawezekanaje? Ah, mi naweza sema kama mzalendo anaweza kuya, anaona raia yuko hapo, sababu yeye ni mzalendo, ashaona yeye ni mzalendo asha sababu kwamba amekuwa mzalendo kwa ajili ya kuchunga raia na mali yake, sasa anapenda nyanyase raia na ile mali yake sasa. Ile unaona iko sawa? Ile ni ujumbe gani ungependa kufikishia viongozi? Ujumbe gani ungependa kuambia wakuu viongozi, kwa sababu saa hizi pengependa... hapa wanaweza kuwa wanakufuatilia na ukafikisha malalamiko yako wakakusaidia. Mimi ningependa wakuu viongozi watusaidie, waongee nao wazalendo, waone gisi wata watarekebisha ile yale, yale hali waimarizi wai watulete sekurite ya mzuri kama watatumika na, na guvernema watumike nao sawa FARDC watumike nao sawa ma pasikuwe konflit entre mzalendo na na FARDC na, na wote wajiunge pamoja watumike watulinde sisi raia na mali yetu. Ukisema wajiunge pamoja, ina maana wako wako tofauti hawajajiunga pamoja? Ah, wako tofauti na usalama wa FARDC wenyewe wafanye usalama, hawachungi raia FARDC. Mimi naweza sema kama FARDC na tuchunga salama oh, eh, andeta ile, ile, nani, ile fujo ni mimi naona ni Wazalendo. Nashukuru sana kaka yangu. Na kazi njema kama vile nilivyokuambia leo tutakwenda kusikia mawili matatu kutoka kwa raia wa hapa kwetu Uvira. Steve Ombeni, Steve Ombeni. Kaka Steve Ombeni, nitaka nikuulize vipi hali ya usalama wetu kwa gisi mlivyokuwa mnatumika zamani na sasa, unaona kuna tofauti gani? Kwaifi, kwa hivi tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kufatana na uzalendo wenye huko pamoja na nani basorea yetu, d gisi wanachangana na wazalendo gisi wanaleta amani ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia kwanza hiyo. Na vipi hali ya usalama sekirite lia kunalia kuna, kuna, kuna masase kulikuwa kuna vurugu vitu kwa sasa mna, unajel, kuna kuko tofauti, tofauti juu A ile masasi yetu kwa nasikia sikia tena haiko kufuatana na huyu komanda regio wa 33 region aliingia akasema amani itakuwa amani. Na ingine swala kuhusu nani? Nasikia kuwa serikali imechukua hatua ya kushusha to upande wenu nyie kama mana naona ni biashara. Mnachukuliaje hili swala? Ngambo yetu kama raia tunafurahi kwanza juu vitu vitaenda fasilma sana kufuatana na jinsi ilikuwa zamani. Naam, kama unavyoona tuko Kavimvira kurompo, tunataka tujue hali ya mazingira yetu na usalama wetu hapa nchini Uvira unaendeleaje. Zaidi sana kwa waishanjere, wafanyabiashara wote ambao unawaona. Mzee, habari za salama. Kwa majina unaitwa? Mwira wa Yesu. Mwira wa Yesu. Ningependa kupata mawili matatu kutoka kwako Kuhusu usalama wa hapa kurompwe. Kazi huwa unaanza saa ngapi na unafunga apa saa ngapi? Hapa tunaanzaga saa 11 ya asubuhi na tunafunga saa kumi na nusu. Saa kumi na nusu ya jioni. Kwa nini usifikishi mpaka saa moja au saa kumi na mbili ya jioni? Ni kutokana na hali ya usalama, inatubidi tufanye hivyo, tufunge mapema. Ee, kama gisi usalama wetu hapa Uvira hauko vizuri kwa gisi ulivyokuwa unatumika zamani, na sasa usalama ni tofauti na bado ni mdogo bo. Kwa leo tunaweza sema, Mungu asifiwe, ni afadhali kidogo tofauti na siku za hapo nyuma, hali ilikuwa ngumu zaidi. Tulikuwa tunatoka hapa kama masaa tisa juu ya kuogopa hali ya hewa ya nchi inakuwa tofauti sana. Kwa leo ni afadhali kidogo, Mungu anasaidia. Tunakuja hapa maasubuhi na tunarudi hiyo saa kumi na nusu, tunaona tunaona hali inakuwa sawa kabisa. Na ile hali ya wizi ilikuwepo zamani, na sasa bado ipo au imeshaisha? Kwa leo Mungu anasaidia kabisa. Eh, tunaweza shukuru Mungu na kushukuru rais wetu pia, wakuu viongozi wa hapa kwetu Uvira, tunaona ngambo ya wizi kabisa hakuna. Naam, mpenzi mtazamaji wa Atlas Media TV, kama unavyosikia, ningekusi usitoke kando na TV yako, maana kuna mengi ambayo tutakwenda kuyasikia kuhusu wakaaji wa hapa kwetu Kavimvira karibu sana. Atlas Media TV. Au Presse en ligne. Nous sommes là pour vous.